Salama. Bwana Yesu asifiwe! Yeah, amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Wangapi wanamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nami kwa jambo la leo? Hey. Kwenye jambo la maji ninaweza kuwa na lawama ya watu wachache, hasa wale wasukuma matololi wale wanaweza kunilaumu kwa sababu niliua biashara yao, kweli si kweli? Lakini wengine waniambia vijana, yaani, wewe ulipoleta maji wasichana tulikuwa tunawaonea kule kwenye shida ya maji, sasa tumeleta maji, hatuoni wasichana, umetuharibia mambo, kweli si kweli? Niko hapa watu wa Magu, kwa kweli hata mimi naona furaha kuwaona mnang'aa, kwa sababu tatizo la maji tumelitatua, tumelitatua sehemu kubwa, mji wa Magu wote kwa maana ya kata zake tatu, kata ya Nyigogo na sehemu ya kata ya Kaangara na sehemu ya kata ya Kandawe. Wale ambao mmebaki hamna maji, naomba mwamini ilani ya chama chetu cha Mapinduzi, inaendelea kutaja maeneo ambayo maji hayapo. Ndugu wapendwa ya maelezo hapa mambo, wakati tunaanza udiwani hapa Mashaka na mimi naanza ubunge, Magu haikuwa na sekondari, kweli si kweli? Sekondari yetu ilikuwa ni ya Magu Day ambayo sasa inamilikiwa na Isandura na Isandura, tumeanza kujenga shule nyingine ambayo nayo Jackson Buchi mwaka kesho, lazima ianze watoto wote wasome kule. Kamwomba Daktari Samia Suluhu Hasani akanipa mara ya kwanza, akanipa milioni mia nne sabini mara ya pili, akanipa milioni mia moja kamili, mara ya tatu, akanipa milioni kumi na tano mara ya nne, akanipa milioni hamsini Jumla milioni mia sita hamsini na tano imekwenda kwenye shule yetu ya kisasa ya Magu mjini. Samia oye! Oh, yeah. yeah. Tukamwambia Dokta Samia kwamba Magu ina shule nyingi zimechoka za kizamani, ikiwemo shule ya msingi Igombe, ikiwemo shule ya msingi ya Mikongo. Dokta Samia Nyalikongo akatupa wa milioni tisini, tukaikarabati madarasa. Leo yako ya kisasa kweli, si kweli? Dokta Samia amefanya kazi, ninyi ni mashahidi. Wakati Dokta Samia anapita hapa kwenda Msoma, nilimuomba kwamba hospitali yetu ni ya umri wangu, nikamwambia stendi yetu ni ya zamani sana, na hapa ni barabara kuu la kutoka Nairobi kwenda Rwanda kupitia hapa Magu. Tukamwomba atupe steni, tukamwomba atupe soko la kisasa, nikamwomba Dokta Samia kwamba tupe VETA Magu. Vyote hivyo nataka kuambia alitupa milioni mia tisa tukaanza kujenga upya hospitali yetu ya Magu. Dokta Samia. Dokta Samia ametupa milioni mia tatu tumeanza kujenga chuo cha ufundi kule sola, ambayo wame wamepita sola wameona, Samia oye. Oye ametupa milioni kumi kwenye bajeti tunayoendelea nayo, na ilani yetu imetaja kwamba tutajenga steni mpya, tutajenga soko la Magu mjini, tumetengewa kwenye anza shilingi bilioni kumi, bilioni nne za kujenga soko, bilioni sita za kujenga Magu stendi. Samia hoye, Samia hoye. Kwa hiyo tunakuja kifua mbele tukisema kwamba tumefanya na tutaendelea nini kufanya. CCM oye! Dokta Samia hajaishi hapo, ameendelea kutupa fedha nyingi za kukarabati mabarabara. Lakini kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi zimetajwa barabara ambazo tutaziboresha kwa kiwango cha lami. Si rahisi kuzitaja zote, lakini zote ziko kwenye ilani. Viongozi na watu mbalimbali wanajua lami itawekwa wapi, barabara za changarawe na mitaro zitawekwa wapi tunakwenda kuboresha mji wa Magu ubadilike, uendelee kubadilika na ninyi wananchi wa Magu uendelee kubadilika, hata majengo yenu. Sasa wenye uwezo, Magu hatuna shida, anzeni kujenga ghorofa ili Magu ibadilike. Magu oye! Magu oye! Dokta Samia jaishi! Hapo nikizungumza mambo ambayo yameleta magumu mengi lakini toshe kuwakumbusha kwamba pale Simiyu wakati mwingine mafuriko alikuwa anakuja huku kwa sababu ya daraja dogo. Dokta Samia ametupa bilioni arobaini na nane, daraja la simiyu linajengwa. Ninyi ni mashahidi, kweli si kweli? Huyo ni Dokta Samia. Mshike mkono jirani yako mwambie, tunacheza na Samia siiemuoye <laughs> Dr. Samia ametupa bilioni tisa na milioni mia nane kwa ajili ya kuanza, kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Ngaya. Daraja la Ngaya linajengwa kwa dalaja langaya. Dalaja langaya anarudi kuanza kutengeneza lami yetu ya kwenda Kwimba. Samia oye oh yeah. oh yeah. Wambie jirani yako hakika tunatiki kwa Samia tash9 oh yeah. Sisi em oye oh yeah. Dokta Samia hajaishi oh yeah. Hapo ameendelea kutupa fedha nyingi, sina sababu ya kuendelea kueleza, lakini miradi ya maji kwa vijijini tumeanza kupeleka maji kila kijiji. Vijiji kata ya Mwamabanza vijiji vyote vyote vitatu bi tumepatiwa fedha na tumemaliza kujenga chanzo ambacho tayari kimekamilika. Tunasubiri fedha za kupeleka umeme milioni mia moja na sabini ili watu wa Mwamabanza, watu wa kata ya Boombe, watu wa kata ya Suku wote watapata maji ya bomba Samia oye! Samia oye! Tunakuja kipaumbele, ilani yetu hii hi imesema kwamba ataleta maji awamu ya tatu kutoka Sala Bubinza Sayaka, tunapeleka tarafa yote ya Ndaganu vidiji vyote kumi na saba ilani imesema, na Dokta Samia yuko kazini, wakati wowote wa anaweza kufanya sisiemu. Ayi, ndugu wapendwa, wana Magu, nataka niwahabarishe kwamba mji wetu wa Kisesa na Bujola tumejenga tenki na kumi lita milioni tano. Tumeanza kulaza mabomba kutoka kwenye chanzo cha maji kule Sawa, tunaeleka Kisesa, napo matatizo ya maji yanaweza kwenda kuisha, yanaweza kwenda kwa historia kabisa. Nataka niwaambie kama ni chombo mbunge ulituma chombo cha uhakika, chombo kama sauti yenu, chombo cha kosomea Nataka niwambie nimewekwa namba nne makusudi. Tunayosoma Biblia, Biblia kitabu cha Mwanzo, kinachofuata kitabu cha pili ni kitabu cha Kutoka, kinachofuata ni kitabu cha tatu, mambo ya Walawi, kinachofuata ni kitabu cha nne, kitabu cha Hesabu. Mimi mnaweza kuniona hapa, mele ni shahidi sanomene ni shahidi. Mumliponipa ubunge mwaka elfu mbili na kumi nilikwenda kuwekwa kwenye kamati ya ulinzi na usalama miaka miwili na nusu. Baada ya hapo

na nusu Ono Kaba madi ya beji yokuwa. Kwa hiyo, mimi ni kielelezo chenu kwamba mmetuma mtu mwaminifu na mwadilifu, nimekaa miaka saba na nusu. Babu oye, Babu oye, nusho. Diwani na mbunge ni chombo chenu. Ni chombo chombo cha kubeba ni chombo cha kuwasamia kwa daktari Samia kama chombo chenu. Tumefanya kazi nzuri na hapa na mimi naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Magu tulibahatika kuwa na wabunge Masanja, naomba usimame dada yangu Mpenda, sogea hapa Melo Masanja, mbunge wa kuchaguliwa na wanawake. Dkt. Stergomena Tax mbunge wa kuteuliwa na mheshimiwa rais na ni waziri wa ulinzi, baada ya kuacha naibu waziri, waziri aliingia kama makama mwenyekiti wa kamati ya mahesabu ya mashirika ya umma. Huyu hapa mimi Wabunge hawa wawili dada zangu wananiheshimu, wananiheshimu, wananiamini, wanajua uwezo wangu, wanajua mchango wangu kwa Wanamagu. Hawa wangeweza kugombea, wakasema, kaka yetu yatosha, endelea. Hawa wamenisaidia sana, kila jambo ambalo nalianzisha namwambia, mbele pita hapa

Tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Nimesimama mahala hapa kuomba kura kwa mafiga matatu. Tumpigie kura Rais Samia nyingi, kwa mbunge Kiswaga kura nyingi, kwa Mashaka kura nyingi Nataka niwaambie maana ya kula nyingi. Ndio maana sikupata tabu wakati tunaomba shule au sio, mbunge? Hatukupata tabu kwa sababu kati ya wilaya zilizoongoza sisi tuliongoza kwa wingi wa kula. Kwa hiyo wanaoleta miradi ya kitaifa na pejewe, kwa sababu inaongozwa na CCM, unaangaliwa angaliwa kwamba wewe uliwajibikaje, si ndio jamani? Kwa hiyo mimi naombeni kula nyingi sana kwa CCM hususan ni kwenye mapiga hayo matatu. Mi mashaka kuwa diwani. Kwamba, tisa, fanyedi, kwa kuwamaku nasindikiza nitoshe kwamba tarehe 29 tisa mnakwenda kwenyeje ukiki na washukuruni mno. Naomba sasa muniruhusu, kwa sababu usiku umeingia, niende sasa nyumbani na nyinyi mrudi nyumbani, mikapike hapo. Vipi hapo, sawa? Mungu awabariki sana, tuko pamoja.